Mbunge wa Kitui East Nimrod Mbai amekosolewa kwa matamshi yake na kutuhumiwa kuhusika na kumdhalilisha ama kudhalilishwa kwa mwakilishi wadi Jacinta Mwoni kwenye hafla moja ya mazishi. Chama cha Wiper kimetaja kuvamiwa na kujeruhiwa kwa mwakilishi wadi huyo wa kike kama ukatili wa kijinsia uliotekelezwa na vijana waliokuwa wameandamana na mbunge huyo. Na kama anavyotuarifu Emmanuel to, Mbai aliwaonya wanaompinga rais William Ruto, akisema watachukuliwa hatua kali 2027. Ni video fupi inayoonyesha vijana hao wanne ambao wanaaminika kuwa wafuasi sugu wa mbunge wa Kitui East Nimrod Mbai wakimkabili mwakilishi wadi maalum wa chama cha Wiper Jacinta Moli, dakika chache tu baada ya Moli kusema kwamba atamuunga mkono kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka katika kivumbi cha urais cha mwaka 2027. Vijana hawa ambao walikuwa wamesimama kando ya mbunge huyo wa chama cha UDA na mfuasi sugu wa rais Ruto wakiamka na kumnyang'anya kipaza sauti kabla ya kumshambulia mwakilishi huyo aliyekuwa anahudhuria mazishi ya mjombake Jumamosi katika eneo bunge la Kitui East. Akisimulia msibu ilivamiwa na guns after kuongelelea mambo ya urais ya Steven Kalonzo Musyoka pale ambapo, au vijana walikuja na marungu na wakanivamia na kunipiga. Muli akimtaka Mbai kuchukuliwa hatua. Juu tukiendelea hivi, itakuwa ni mahadhara, ni maafa kwa watu wetu wa Kitui. Kwenye sherehe za Madaraka Day jumapili iliyopita, mbunge huyo aliwaonya wanaomkashifu rais Ruto, hatutaruhusu mtu atuze rais William ruto. you have the freedom of speech. Chama cha Wiper kimekashifu kisa hicho kikisema ni dhuluma ya kijinsia dhidi ya mwakilishi huyo wa kike. Si mara ya kwanza kwa mbunge huyo kuonekana kuwa na ulimi telezi na kugonga vichwa vya habari. Miaka miwili iliyopita alikamatwa na kufunguliwa mashtaka baada ya kumzaba kofi na kumtishia kumpiga risasi mfanyakazi wa Kenya Power baada ya kukatiwa umeme nyumbani kwake. Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru eneo la Ukambani mwisho wa mwezi huu. Emmanuel Tor, runinga ya Citizen Nairobi.